Tukio hilo lilitokea Januari kumi na tano ishirini ishirini na sita katika kijiji cha Madundasi ambapo mtuhumiwa aliwaua watoto hao baada ya kuwakuta peke yao wakichunga ng'ombe eneo la jirani na nyumbani kwao. Baada ya kutekeleza mauaji hayo, aliiba ng'ombe kumi na tano walizokuwa wakichunga watoto hao kisha kuziswaga na kwenda kuzificha nyumbani kwa mjomba wake aitwaye Masoda anayeishi kijiji cha Madundasi B na kuanza kutafuta mteja ambapo alifanikiwa kuwauza ng'ombe hao na kupata fedha ya taslimu shilingi milioni tano na laki moja. Kufuatia tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kuchunguza matukio ya wa mauaji walianza msako mkali na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa wa Doto Lubongeja pamoja na mtuhumiwa mwingine aitwaye Masoda Kurwa, ambao walishirikiana kuuza ng'ombe hao. Kupitia msako huo askari hao walifanikiwa kuwapata ng'ombe wote kumi na tano waliokuwa wameibiwa pamoja na fedha taslim kiasi cha shilingi milioni tano na laki moja zilizopatikana baada ya kuuzwa kwa ng'ombe hao uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya kujipatia mali kwa njia isiyo halali upelelezi unakamilishwa ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watuhumiwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wanajamii kujiepusha na tamaa za kujipatia mali kwa njia isiyo halali na badala yake kutafuta shughuli halali kwa ajili ya kujipatia kipato halali na sio kufanya uhalifu na ukatili kwa watoto kama ilivyofanyika katika tukio hili.